Kama tunataka tudai haki wanachama wenzangu na wananchi wengine ambao sio CHADEMA, lakini ameutaki utawala ambao upo, mnataka kiongozi ambaye nyinyi mnamhitaji, tufuate utaratibu mzuri, tufuate utaratibu mzuri, tuache kuingilia tarehe tarehe. Ilikopo hapa ilikopo ni kwanza wa maandamano kutangazwa, lianza uchaguzi. CHADEMA ni chama ambacho wakijakatazwa kisifanye uchaguzi, ila sisi tumegoma kufanya uchaguzi kwa sababu tunataka reforms. Kama hizo reformu hazijafanyika sasa hivi, na mgombea urais amesema kwamba atazifanya, na sisi hatutaki kusubiria mpaka azifanye basi, tuache tuwapishe siku yao, sisi tuendelee siku nyingine. Na ombi langu kuu ambalo nitalirudia mara na mara ni kuwaomba wanaharakati wote, tuje ndani ya nchi yetu, tufuate utaratibu mzuri, tufanye maandamano ya amani na imani, hata vibali vitatoka, hata polisi watasimamia maandamano kwa hiyo maandamano ya kusema kukomboa nchi, sio lazima tuharibu vitu, tutaua ndugu zetu. Damu tulizomwaga zinatosha, tusidanganywe. Mimi saizi hapa nitatoka, familia yangu kule inanitegemea, nitavunjwa kule inaanza kuniuguza, hiyo pesa napata wapi? Watu wengi tunaongea kwa sababu mtu una uchungu wa maisha, una uchungu wa vitu vingine, lakini au mtaki huyo utaki hichi, subiri. Kila kiongozi hata wachama pinzani, hata nia Chadema ni kushika dola sasa kama kila nia akushika dola hata yeye angekuepo kule tungeona mapungufu yake. Hata sisi sisi ni binadamu, kile binadamu na mapungufu. Hata sisi tungekopo ndo tunatawala Chadema, mngeona mapungufu. Na kingekopo chama pinzani ambacho kingeweza kukosoa kwamba kuna hichi tofauti kuna hichi tofauti. Mwanadamu yoyote hata mchungaji ana mapungufu. Kuna mtu ambaye anamuona, wewe huwezi kujiona mapungufu yako. Kwa hiyo mimi naomba nimalize kwa kusema kwamba uhai ni muhimu. Amani ni nzuri saizi, tutavusha watu kutoka nchi jirani kwa, kwa hiyo taleao wafanye wenyewe uchaguzi, sisi ndani kimya, kama unatoka toka kistarabu, sio utoke ukafanye fujo. Shughuli zako nenda, unapumzika pumzika, waache wapishe, lakini kutokea wewe, ah, mkitoka wengi wako nyumbani tutoke wote tuwepo. Mkitoka wengi, mimi nimebaki Tanzania, Tanzania ambao ni free, free, free, free, utatusaidia.